No, samani no, enda job kwanza, nitakukuta jioni jion. Usijari. Bye. Uh -uh, uh -uh, uh -uh. No, no, no, no wife mm -hmm. wazima huko, unajua nini mm-hmm. Mobi kaja fanya haraka, yuko nyumbani na nakusubiri, kasema ana haraka. Sasa mama, niongee kwanza na mume wangu, nimpange alafu baadaye nitakwambia. Haya, uwai

Oh, hey. Mlango um, nini aoni, ivunja mlango. ah, nini enaongea muda wote huo, hata ufungue, sijue mama mdogo poje, mpishe in mimi nikae. Ongea muda wote yaani, mtu eh, mwenyewe atueleze mambo ah, gani haya, piga makelele muda wote huo, hata ufungue mlango um, Halo, halo, mama, ebu njoo nyumbani tuongee kwanza. Mbona ghafla hivyo? Mama ananipigia simu anasema anaumwa sana. Dakika chache narudi hapo nyumbani mara moja. Pombe. Ah, watu wengine sijui mpoje. Umekaa usumbufu sumbufu tu. Tumekuja upumzike zako kwa saye zako, lakini mtu anakusumbua tu tu. Watu wengine mpoje ni... ah. Achana nami bwana. Tena mambo niache kabisa. Ah. Sitaki usumbufu mimi saa hizi nataka nilale. Maisha mpaka lini? Muda mwingi anakuja merewa. Unamwambia ikiakuelewe. Nifanye nini sasa hemu kwako? Namba ya nisaidia. Nimshirikishe na hili jambo ili nisaidie. Mbana kama vinataka kunishinda. Nafanya nini? mm. Karibu baba. Asante sana. Karibu san. karibuukoza siku nyingi njema. Vipi, kazi zinaendaje? Sasa na kazi ndogo ndogo, ndogondogo hivyo hivyo. Alafu nimekukuta. Hio mm, mm. mm. mm. nimemtuma kidogo, lakini nadhani atakuwa karibu kurudi. Sawa, mm. nataka ni nione naye naye shida naye. Usijali, nadhani uko aliko, anarudi maana. yes. Nilimtuma kidogo na haonekani muda mrefu. yeah. Na nampigia simu yake mara isikuelewe isikelewe, ndio maana nikaona nifie kabisa nyumbani hili ninje moja tena sijajua sasa. uh, tujawe kuongelea lolote sa hicho unachokiongea, kum ana biashara yake ingile kule. Sasa sijajua sasa, labda uko bizi sana

Dogo vipi? Safi kaka. Dogo naadimika? Ah. Hamna. Ushafuata mchongo wa kazi ni dogo? Ah. Hamna mambo mengi tu ah, maana siku zenu dogo nang'aa sana ah, kawaida. <laughs> Haya poa. Vipi? Kuna maelekezo naona umeniita hapa. Okay. Sasa dogo sikia, sasa nikupange hivi. Ndio. na siku mbili shibijako na mcheki hapatikani kwenye simu. Ndio. Muone, sijui unanisaidia. Ndio, sasa hapo dogo. Sio mgumu kwa yule mwanamke, sijiwezi dogo, kwa kwamba sijiwezi ile asijiwe, sijiwezi. Umeona dogo, nifanyie wepesi basi kwa mazingira

Nitoka hapa nasema afanye masome, maana sijamkuta, atakuwa ndani, huenda tukua ndani. Haya jeni, mama, mama Ah, blo, vipi? Shwari. Dogo, karibu. Tupo. Asante. Unataka kutoka? Nataka, ah, nishuke mara moja gengeni hapo, ah. Ah, karibu. Vipi dogo? karibu, karibu. Asante. Ah, kaka, mbona kitu kinachomoka hiko vitu vyetu vya kisasa hivi, nasumbua sometime. Karibu sana dogo, karibu. Poa kaka, vipi hapa? Shwari sana karibu tupo bwana. Mm. Na vipi? Kunaelekea wapi? Nataka nielekee center mara moja hapo. Vipi shemeji, nimemkuta? Hujamkuta, ilipigwa simu asubuhi mama yake mgonjwa sana, ndio hivyo basi. mm -hmm. Aliondoka kwenda nyumbani kwao, ndio hapa sipateka hapana msosi tena. Naonaje tukaelekea ni kweli waleo sitapika. Sababu pika kwetu ni, unajua kwa nyumbani, lakini show wanaume, si unajua tena. Naelewa, umemwambia vile ili kuna mweza, nakujua jembe langu kiaibiki, kitu hizi lozimetutengelea hapa. Yaani, hapa kwanza nimefrahi, fanya mpango Ayu. kuna maukoto mama, haya nimemdanganya huyu mweza, kule nyumbani mume wangu nimemwambia una umwa, akikupigia umwa kwelikweli, taumwa huyo sasa <laughs> Naye analalamika ampigia simu, una mawasiliano hmm. Naye anapiga simu, hata upokee sana bana, lakini ae, we jembe, mimi nakujua hmm. Mmeenda kujua jembe akiharibiki kitu <laughs> kupigia, umwa kweli, yani kweli kweli, lazima ni umwe <laughs> naumwa sana yani Usijali sasa, haya mambo nakuachia mwenyewe. Ukiavuruga simo Mianza, mama. Tena ukiavuruga simo mpange, hizo hela hela hizo zinakutafuta mwanangu, mm. Shauri yako, kwa maskini mama yako, tukaongozana hapa hatujajenga, unaonaje sasa, mimi njia ile ile inatoka kanguazana ndio i mara moja, ndani hapo nichukue vitu, andae vitu vingine. Poa, haina shida. Bana chukua muda sana kaka, fungua akafunguamn hapa fungua hamna. Ah. Au tabana nazo mfukoni. Sema mimi wale wote naweza. Naweza. Na kuaminia. Ila nikiharibika simu. Mm. Eh? Nikiharibika simu. Kwenye hela umo. Kwenye hela nimo. Haya <laughs> <laughs> ah, <laughs> bana. Mimi ndio kwanga. Alisema hivi. Nikifika nikupigie ni tumpigie ile onge naye, sema ngikupigia wewe mwambia, yani umwa, yani ile sauti ya mgonjwa. Unamjua mwanangu, nani? unamjua huyu? Ndio kama nampatapata. Eh, ushamwonea wapi? Shakutana naye pale Kigamboni pale, mm, ah, se yuko fresh sana oh, maisha ametoka mwana. Ametoka. Eh. Tendo kaendelea Eh hey, halo halo, uko wapi darisa? Niko kazini. Nakuamauja nyumbani hapa, kuna shida. Kuna shida gani? Mdogo wako hapa juu. Anatatizo gani? Yote tujaribu kuongea naye, amekoje tena <tis> Kaka Adogo. Sijakuchelesha. Adogo De dakika tano, dakika tano. Ah, sema mambo mengi kule ni yaani, jamaa nimemkuta Dio. Ah, ah, sema jamaa alikuwa amekazia katika ukazia kwake, kwa kuwa kwa mimi tunapatana Dio. Basi nikaongea naye, kaniambia mshikaji, hajasanukia lakini, hawezi kusanukia yule ndio kama mmeyakanyaga tutafuta kwa wapanga hapa mtaani. Ah, yule, yani yule hawezi. Ya <laughs> Cha kwanza yani hawezi ya kusanukia. <laughs> Weji kute mjuaji. Anajua mimi ni rafiki yangu sana yule. Sana. Eh. Hey. Basi feshi. Yeah. Ah, kaniambia bana katoka. Kaenda Kaenda kwa kwa mgonjwa kwa mama yake.

Sawa, maelekezo hmm. Nakusikia sikuoni siku nyingi sana, napiga simu. Okay, simu mara aipatikane, pokei simu. Najua kazi zangu hizi eh, muda mwingine kana yani nakuwa nayo tu simu, ila niko bizi sana sasa, sa, sasa. Hmm. Na maratiba moja ambao ifanya hmm. leo natarajia kurudi

Mimi mwanaume nampenda dada, lafu nimemtatani atasijua aliko dada. Tatizo nini? Je, jamani, bora ni jaho mdogo wangu usifanye hivyo Tapatikana basi ndugu wangu hivyo, uh, utakapofika nyumbani utaikuta. Maana unaweza kadhani ni shida ndogo, kumbe inaweza kuwa kubwa. So nataka ufike tu kwa wakati, uzingatie muda. Basi sawa, mimi eh, nirudi nyumbani kitaidi, kuna kakea sili. Uh, yes, yes. Mwenzao nakumisi unajua, yes. hmm?